Katika maisha kila jambo ambalo tunatakiwa kulifanya tunapaswa kujifunza. Kila kitu ambacho tunakiishi lazima tuweze kujifunza ili tuweze kukiishi kwa ubora zaidi. Maisha yetu ya kijamii bila kujifunza, hatuwezi kufaa kwenye jamii. Ndiyo maana hata watoto wanapozaliwa wanafundishwa desturi ya jamii husika, wanafundishwa tabia ambazo jamii hairuhusu, lakini pia vile vile hata katika maisha yetu tunapokuwa watu wazima pia tunaanza kujifunza vitu tofauti tofauti kulingana na lifestyle ambayo tumeweza kuichagua. Karibu katika siku hii ya leo, nimekuandalia mambo manne ya kujifunza kabla haujaweza kuingia kwenye ndoa. Maanake kabla haujaingia kwenye ndoa, unapaswa kujifunza mambo manne ambayo yatakusaidia wewe kuweza kuja kuishi vema kabisa katika ndoa yako. Jambo nambari moja ambalo unapaswa kujifunza kabla haujaingia kwenye ndoa kubadilika. Ah, mabadiliko ni jambo la msingi sana kwa mtu yoyote anayejiandaa kuingia kwenye, kwenye ndoa iwe mwanamke au iwe mwanaume, mabadiliko ni kitu cha msingi sana. Kipindi unaishi peke yako, kila kitu ulikihesabu sahihi, lakini unapoingia kwenye ndoa, sio kila kitu utakachokifanya kitakuwa sahihi maanake kuna vitu ambavyo kwenye fikra yako utaviona ni sahihi, lakini mwenzi wako hatavikubali na ataviona kama sehemu ya uasi na kama sehemu ya kuleta hasara kubwa kwenye maisha yenu, maanake aidha kiuchumi au kiafya pia. Kwa hiyo unapojiandaa kuingia kwenye ndoa, jiandae pia fikra yako ikae katika mabadiliko, kwani sio kila kitu ambacho unakiishi mwenzi wako atakuja kukiunga mkono ya kwa hiyo unapojifunza kuanza kujifunza au kujizoeza kubadilika, itakusaidia wewe kuja kuishi maisha mazuri, kwani kila kitakachokuja kutokea kwenye maisha yenu ya ndoa, maana yake kitakachofanyika mabadiliko, hakitaweza kukuathiri kwa sababu ulijiandaa kupokea mabadiliko. Lakini jambo lingine ambalo utakiwa ujifunze kabla haujaingia kwenye ndoa, jifunze kuwa mtawala. Unapoingia kwenye ndoa unakwenda kuwa mke wa mtu, mashaallah, mtoto wa watu. Ya leo hii unaweza ukawa unaonekana ni mtu tu, eh, ukikatisha pe, pengine unaweza ukaonekana tu mauni kama wauni wengine eh, leo hii eh, unaweza ukaonekana kijana tu wa, wa kawaida, lakini unapoingia kwenye ndoa unakwenda kuwa mtawala, unakwenda kuwa mme wa mtu eh, mume ni, ni ofisi. E, mume ni cheo sasa. Kama mume ni cheo, maana yake unatakiwa ujiandaye kwenda kuwa mtawala katika sekta ya mume. Manake e, mkeo atakutarajia kufanya maamuzi ya mambo fulani, lakini pia a, mkeo atakutegemea katika mambo kadhaa. Sasa unapokwenda kutawala e, itakusaidia kukaa na kujua namna sahihi ya kuweza kutawala, namna sahihi ambavyo kama mume unatakiwa kutawala vipi katika familia, unatakiwa kutawala vipi mkeo na unatakiwa umudu vipi mkeo umuhendo vipi mtoto umuhendo vipi mke. Itakusaidia hata mke, vilevile unakwenda kuketi katika kiti cha mke. Sasa mume hatafanya baadhi ya mambo aliyokuwa anayafanya, kwa sababu mwenye kufanya umekuja, na baadhi ya watu hawatafanya mambo kwa mumeo, kwa sababu aliyetakiwa kufanya akiwa na baraka amewasili. Sasa hawezi tena kujitarabisha katika hayo, kwa sababu mtawala wa hilo eneo amekuja. Jiandae kuwa mtawala unapokuwa mke wa mtu, jiandae kuwa mtawala unapokuwa mme wa mtu pia. Lakini jambo lingine ambalo unatakiwa ujiandae kabla ya kuingia kwenye ndoa eh? Kabla ya kuingia kwenye ndoa jifunze kusikiliza. Tunapokuwa peke yetu kwenye maisha yetu ya ubachela, tukiwa na sifa ya kuingia kwenye ndoa, maana yake tunakuwa tunajisikiliza wenyewe tu, tunakuwa sisi ndio waongeaji na sisi ndio wasikilizaji pia maanake unaisikiliza nafsi yako nini inataka, unasikiliza akili yako nini inawaza. Hicho ndicho kinachokuwa kinapitishwa kwenye bunge la halmashauri ya maisha yako. Lakini unavyoingia kwenye maisha ya ndoa, ukumbuke kwamba yuko mke ambaye atatakiwa kuongea, yuko mume ambaye atatakiwa kuongea. Usiposikiliza, utaongea vitu vyote vitakavyokuwa kwazo kwa mwenzio mme, kwa utaongea vitu vyote ambavyo vitakuwa kwazo kwa mumeo na kwa mkeo pia. Hivyo basi, tunapoingia kwenye maisha ya ndoa, tukajifunze kusikiliza. Kuwasikiliza wenzetu ni jambo la maana zaidi. Kumsikiliza mke ni jambo lenye heri zaidi, atajisikia mwenye thamani na atajiona mwenye bahati kuwa na wewe pia. Lakini pia unapomsikiliza mume, itakusaidia kuendelea kupokea vitu ambavyo ni mideko, manake anamdekia mtu, hata kama kaona maji pale tasikia, naomba maji manake anataka umsikilize hivyo yeah. Ni vitu pia ambavyo unatakiwa ujifunze, jifunze kwenda kusikiliza na mengine mengi. Haya ni mfano tu wa mambo ambayo unatakiwa ujifunze kwenda kumsikiliza, lakini pia unapojifunza kusikiliza utaongea vitu vya pointi zaidi. Lakini jambo lingine ambalo unatakiwa kujifunza kwenye maisha yako kabla ya ndoa na very important, eh? Jifunze kuwajibika. Unapojifunza kuwajibika inakusaidia sana utawala wako uweze kuwa bora. Inakusaidia sana yule aliyeongea na umemsikiliza, atajua kabisa kwamba umemwelewa. Lakini kama hautakuwa mwajibikaji kwenye ndoa, ila ni mtu unayesukuma majukumu kwa watu wengine, au kwa mkeo, au kwa watoto, hauwezi kuwa mtu ambaye unahitajika kwenye maisha ya ndoa. Hivi ni moja ya vitu ambavyo ni vya msingi sana kuja kuviishi kwenye maisha yako ya ndoa, na vitakusaidia uweze kuishi maisha yenye mafanikio makubwa sana. Hii ni The Gold Voice, na mimi ni MC Kakatiba official, yeah.